Je, e pale, uh, tukisonga mbele, tumeona kwamba uh, mheshimiwa uh, ambaye alikuwa ni naibu wa rais Rigathi Gachagua akijitokeza kwa umma na kusema kwamba yeye ndiye kingpin wa mlima ambapo pia uh, tumeona kwamba kuna upande mwingine ambao pia unaegemea upande wake pale mheshimiwa uh, Didi Nyoro ambaye ni MP wa Kiharu pale na pia ni watu ambao wako na ubabe wa kisiasa mm-hmm. Na pia vilevile tumeona kwamba uh, ambaye ndiye naibu wa rais kwa sasa hivi Kithure uh, Kindiki ambaye ametokea kwenye uh, magharibi mwa mlima, tumemwona kwamba pia uh, akiclaim kwamba yeye ni uh, kingpin wa mlima Kenya. Je, wewe mheshimiwa, ni nani ambaye unaamini ndiye kingpin wa uh, mlima Kenya, hilo swala. uh -huh. Wakati huu uh -huh. tuko na the deputy president uh -huh. Kithure Kindiki uh -huh. na kuna jambo ningetaka uelewe. uh -huh. Unaweza kuwa you have a big position uh -huh. lakini hauna ile ushawishi uh -huh. katika mlima Kenya. uh -huh. uh, Profesa Kithure Kindiki tunamheshimu na ni mtoto wetu wa Mount Kenya. Ni mtu mtulivu, hana hizo siasa nyingi, na ni mtu ambaye his speech iko iko vizuri, lakini kuna ile watu wa Mount Kenya ni watu wameumbwa kutabua mtu shupavu, mtu anaweza ongea mawazo yake na mtu anaye weza kutuwakilisha mahari kwa ushupavu, lakini hilo jambo haliko katika Kithure Kindiki. Tungetaka mtu ambaye mahali pakiharibika anaweza simama na atuambie tuliko sana, na hii ndiyo jambo ambayo ilifanya mheshimiwa, unapozungumza kuhusiana na hilo, manake unajaribu kumaanisha kwamba Kindiki ana ile sauti ya kutetea watu wa Mlima Kenya, okay. Ndivyo uweze kupata hii e, sauti lazima mm -hmm. ukuwe umechaguriwa Aha. na wananchi. Kwanza tujue Kithure mm Kindiki e, is an appointed deputy president, lakini Ligadhi mm Gashagwa tulimchagua pamoja na the president William Ruto. Na tukisonga mbele tukisonga pa, tukisonga kwanza, kwanza tukubaliana ya kwamba Uh, Rigathi Gachagua, mm -hmm. was in the barrel mm -hmm. ile picha yake uh -huh. akiwa na ile tai ya yeru mm -hmm. ilikuwa pale katika barrel mm -hmm. lakini mm -hmm. Kithure Kindiki hakuwa mm -hmm. katika barrel mm -hmm. So Rigathi uh, Gachagua mm -hmm. is a national figure mm -hmm. kwanza alichaguliwa na Wakenya uh -huh. pamoja na Rais William Ruto uh -huh. Katika hii, kuna kitu ambacho nataka ukumbuke mheshimiwa, mm -hmm. kwamba uh, wakati ambapo uh, kulikuwa tunaelekea uchaguzi wa mwaka 2022 mm -hmm. kulikuwa na uh, ulisikia rais akizungumza pale kwenye interview fulani ambayo amefanywa kwenye eneo la mlima Kenya mm -hmm. na